Hei, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu kwa mara nyingine tena tunakutana hapa. So video hii ya leo nimekuandalia website tano kwa wewe ambaye unahitaji kujifunza programming, unahitaji kujifunza issue nzima za coding, basi site hizi tano utaweza kujifunza bure kabisa, kuhitaji wewe kuweza kulipia chochote kile. Wewe na internet yako, kifaa chako, utaweza kujifunza hatua kwa hatua na utakuwa yule ambaye unahitaji kuwa. So nimekuwekea pia linki katika description ya video hii ya kila site ambayo nitakutajia leo katika video hii. Site ya kwanza tunaita kama ni freeCodeCamp. Nilishawahi kuitaja hii site katika video yangu mojawapo huko nyuma niliyowahi kutengeneza. Ni site nzuri sana ambayo we beginners, ama wewe ambaye tayari unajifunza na umeshakuwa mbobezi katika programming ama katika ishu mbalimbali za kutengeneza mifumo, basi bado inakuhitaji kuweza kuifuatilia seti hii kwa sababu imekuwa ikiweka vitu mbalimbali vya kujifunza siku baada ya siku, language mpya ambazo zinakuja. Pia wanatoa mafunzo kwa, unaweza kuingia katika seti hii ya free code camp na ukaweza kujifunza. Inatoa mafunzo katika hali ya kutoa projects, kwa hiyo unafanya unaona output eh, project ambazo unazifanya huku unajifunza language fulani okay, hadi kukamilisha. Pia una uwezo wa kupatiwa certificate kama utahitaji, ambayo inaweza ikakusaidia wewe katika kuongeza sifa katika CV yako, so unaweza kuingia katika site hiyo kenda kujifunza kama unahitaji kujifunza eh, website development, masuala ya mobile app development na mambo mengine mengi tu ambayo unaweza kuyakuta huko. Lakini pia site ya pili ni A W3 school ambayo ni seti maarufu sana haswa kwa beginners ambao wanaanza kujifunza, ipo more friendly, ipo katika mpangilio mzuri, ambapo unakuta imeanza from the beginning up to advanced level okay. Inaanza mwanzo kabisa, hatua kwa hatua, unafundishwa kitu kimoja kwenda kingine, na kuna language nyingi sana za back end, front end, database na language nyingi ambazo unaweza kuzikuta huko na kuanza kujifunza bure kabisa. Kuna mifano ya kutosha, unaweza kujifunza kwa kupitia mifano so unaweza kujaribu site hiyo ya W3Schools na ukaweza kujifunza zaidi. Lakini pia site nyingine ni The Odin Project tunaita hii, nimekuwekea link pia katika description. Pengine ndio mara yako ya kwanza kuweza kusikia kutoka hapa kwangu, lakini vile vile pengine hata huko kuwahi kuisikia. Sasa hii ni site moja ambayo ni maarufu lakini, watu wengi hawaifahamu seti hii. Sasa ningeomba uende ukajaribu kuitumia seti hii, utaweza kujifunza mengi, e, language mbalimbali mbali, zipo Python, JavaScript, e, CSS, HTML ishu nzima za web development imejikita hii site, unaweza kujifunza mwanzo hadi mwisho. Lakini vile vile site nyingine tunaita CS50 hii tuite site ama tuite course Nadhani tuite course bora. Kuna course ambayo inatolewa na chuo kikuu cha Harvard, ambayo course hiyo ni bure kabisa, kila mmoja anaweza kwenda kujifunza. So nitakuwekea linki pia ya kukufikisha wewe katika course hiyo. Utajifunza issue nzima computer science, masuala ya programming kiundani zaidi. Kama unahitaji kuweza kujua concept za programming kiundani, basi usiweze kukosa course hii ambayo nitakuwekea. Lakini pia course hii inapatikana YouTube, kuna video ambazo Zinapatikana YouTube unaweza kusearch CS50. Ukisearch tu YouTube utaletewa utaona, pale profesa wa Harvard anasomesha kozi hiyo, anasomesha vizuri sana, anachambua vitu ndani sana, utaweza kujifunza, unaweza kuipitia kozi hiyo. Lakini pia e, ya tano kwa leo katika video hii ni Code Academy, moja ya website nzuri sana hususan kwa mwaka huu 2025. Ni site ambayo sio ya kukosa Inakuwezesha wewe kujifunza kwa kuweza kuingiliana, tunasema interactive, na ile site kuna activity mbalimbali mbali unazifanya, unafanya quiz tofauti tofauti ya kile ambacho unajifunza, unaona output kile ambacho unakifanya. Kwa hiyo una uwezo wa kutumia site hii kujifunza language mbalimbali, e, development za mifumo mbalimbali mbali. Unaweza kujifunza kama unahitaji kuwa mobile app developer unaweza kujifunza kupitia site hii kwa, unaweza kutembelea hii site pia na ukajionea na ukaangalia, je, ipo language ama kipo kila kitu ambacho unahitaji kujifunza? Basi unaweza kuanza nacho. So hizo ni site tano ambazo nimekusogezea leo katika video hii ambazo unaweza kuzitumia ukajifunza programming, uh, coding hatua kwa hatua hadi kuweza kufikia yule ambaye unahitaji kuwa, kama ni web developer, mobile app developer ama E, a, a, machine learning unahitaji kutengeneza AI mbalimbali. Mbali na wewe, unaweza kufanya hivyo. Wewe usiwezi? Wakati vitu vipo for free, ni wewe na muda wako, wewe na a, bando lako, just ni bando tu. Hautohitajika kuweza kulipia chochote katika hizo site ambazo nimekutajia, zipo na site nyingine nyingi, lakini hizo tano ndio ambazo nimekusogezea leo katika video hii. So kama kuna site ambayo umewahi kuitumia na unahitaji kuweza kutupa review kidogo, ili uweze kushawishi na wengine wapate kuenda wapate kwenda kujifunza, unaweza kutambia katika sehemu ya comment. Lakini vile vile, kama kuna site ambayo umeclick uh, link katika description ya video hii na kwenda kujifunza, basi tuambie umeionaje hiyo site. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, like video hii. Una maoni, una maswali, naomba niambie katika sehemu ya comment ya video hii. Kuhusu hizo site nitakuja kufahamisha E, site moja kwenda nyingine, jinsi ya kuzitumia katika siku zijazo. So siwe mbali na YouTube channel yangu, endelea kufuatilia. Kama ni mgeni, hakikisha umesubscribe na umegonga alama ya kengele ili kuweza kupata notification pale tu ninapo upload video mpya katika YouTube channel yangu. Tukutane wakati mwingine, asante sana.